Kwema vipi? Usalama upo, upo ndugu yangu, unaona kama hivi amani, yeah. Tunawakilisha mm. Unajua kwamba mpira wa Simba na Yanga sio chuki, mpira wa Simba na Yanga ni urafiki, ila kuna watu wanaoharibu wa sasa hivi kufanya kuwa ni wadui. Mpira wa Simba na Yanga ni kuzikana, kutibiana. Umemshawishi vipi mpaka aje Jangwani, mama? Mimi sikumshawishi alisema, mm. Kwamba Yanga akipiga supu, mimi nakuwepo kanywa supu yeah. Na kweli nimekuja kunywa supu, nimeionja supu, ni angamia ni tamu. kwani kuja kunywa supu zambi yeah. Kwamba so no, tumekosa kombe, mmekosa ubingwa. Kuumia naumia, lakini ntafanyaje? Lazima tu, tuendelee na maisha mengine. Mimi naacha kuja kunywa supu, ni mwogope mangumu au ni mwogope Ahmed Ali? au ni mwogope mo? Mimi nakuja kunywa supu nafanya nayo yataka, kama hao wanafanya wanavyoamua wao kuhusu timu yetu. Lakini mnajisikiaje ubingwa msimu huu, au ndo bado mnajenga timu? Wanaosema wanajenga timu, acha wajenge timu. Mimi nasema tu msimu huu tumeshapoteza na tulikuwa tuna uwezo wa kupambana kuchukua kombe la nani la ligi kuu, lakini mmecheza finali ya shirikisho fika ndiyo fainali lakini, ndio maana nakwambiaje, sisi hatuko hatuna atu, msimamo. Uwanja wa Taifa ule pale, mbona ulikuwa umeshaisha? Kwani wasingeleta hata mgomo kwamba hatuchezi Zanzibar, tukacheza taifa hapa, tukapata nini? kombe la shirikisho? Ah, okay, au wana kila wanaloambiwa, wanaloambiwa wanakubali, kila wanaloambiwa wanakubali. Ndio maana tumalize kwako, ubingwa mnao, mnaelekea Zanzibar fainali dhidi ya Singida Black Stars sababu mkichukua hilo mnakuwa mna matano kwa bahati nzuri. Ndio, na ma, makombe yamejaa humo ndani. Kama utapata nafasi kaangalie makombe yalivyojaa, wanataka kuvunja wajenge tena sehemu za makombe. Hii ni fahari yetu na tunawapongeza uongozi wetu, kwa sababu tuna makombe mengi, kombe la tano. Aliyakuwa mtani ana hata kombe moja. Hii ni fahari kwelikweli. Kwanza nawashukuru viongozi na hata sisi mashabiki pia, maana tulikopo hatulali tunaenda kila mkoa kuangalia mechi na kuipushi timu yetu, na wengine wamepata ajali, kuna wengine ndoa zimeteteleka kwa sababu ya kuisupport Yanga. Kwa hiyo na sisi pia tunajipongeza wenye wenyewe kwa wenyewe, kazi tulioifanya kwa Yanga. Na napenda kuambia watu kwamba mpira ni amani, sio faak sana. Yani mimi leo hii kiniamsha nicheze na KMC leo itanidunda kuliko kucheza na Simba. Nisha mzoea nisha mzoea na nisha mtawala. Sante.